Asante <laughs> vizuri. Mama yake amekuwa mama director nyumbani miaka mingi sana, miaka mingi sana, kwa hiyo anajua sema amen. Amen. Asante, niheshimu ibada yote kwa jumla, niheshima sehemu zote za Runda. Imefanya kazi na ibada mzima. Ni <coughs> ukweli, amekuwa sehemu za juu, mimi nimekuwa chini. Wakati wenye amekuwa chini, mimi nimekuwa juu. Kwa hiyo nimefanya kazi na kila mtu Maa zote zimenibariki Amen. Amen. Nami nawombea mwana wa mani uh, msipumbukiwe, baba alete baraka ndie ni mfuko zenu Amen. Msitose sema Amen. Ilivokuja hapa nikapata pasta wa pasta wa, wa uwezo <tipalikana> amekuwa mchungaji wangu Nakuru. Amekuwa chairman wa wachungaji asta Nakuru kutoka Naivasha mpaka Molo. Sema Amen. <coughs> Wachungaji, wakina madoya wanainamia yeye. Oh, sema Amen. Ninashukuru maana tumekuja hapa. Chifu ametukaribisha, ametukaribisha karani wachungaji wote. Na pia ninasema kwamba chifu tumefanya na wao kazi vizuri, tumefanya na karani kazi vizuri, tumefanya na oh, <coughs> wachungaji mama, directors, kazi vizuri vijana. Simbariki na Yesu. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>

na najua kwamba kwa jumla rauni hii tumehubiria washiriki wote wa Runda manake mlipanga mambo sawa sawa na ikawa jinsi ilivyo, Praise God, Amen. Wakati mlikuwa mkipanga, mrengo wa baadaye ulikaa hivyo, lakini rauni hii mlijaribu kuchanganya kidogo na mambo ikawa ni sawa sawa. Kwa hivyo niseme kila mmoja tumemfikia na ma kila assembly tumeifikia, aliseme ni asante kwa mwito wenyu kwa kazi njema ambaye haswa mmetenda, na pia aliseme jinsi mkurugenzi amesema, nampenda sana. Praise God yeah. Sema, yeah. Manake, sema, haleluya haleluya, manake neno Mungu lasema tupendane, si yeah, ndio, asante yeah, kwa hivyo amesema, mm -hmm. eh, Asna, nasima yes. Mshikama, mshikamano. Yes. Praise God haswa yes. Kwa viongozi wadogo hadi wakuu wakubwa, na ukiwa kiongozi jita, like nabjita ikebaarion cti secretary, yani ngazi jaribu kuplay kwa kila assembly hivyo, pia unajijenga. Sema haleluya, Bwana asifiwe, amen, amen. Nimshukuru sana chiti wa jimbo hili ambaye ni Mr. Murende Boromarende, napenda hivyo kuita ah, chiti pia, kwa kazi nzuri mahali nilikuwa mkono wake ulifika. Sema haleluya amen, mkono wake ulifika na akatenda kazi ya Bwana kila assembly amekusa. Pia nipongeze eh eh, yote hiyo kidogo. Amekuja kule imani, ah, amekuja imani uwezo, uwezo kufika sio uwezo. Sema uwezo, alikuwa mbali kidogo hakufika, na lakini imani alifika. Basi hivyo hivyo, ama hiyo pia amekuwa mwaka, na pia amekuwa imani uwezo, pia kafika. Basi hivyo pia Reverend ni a pia amejaribu kukuza nchi, alikuwa na shughuli nyingi, lakini alikuwa akituma sadaka yake. Praise God, amen. Lakini jiti, God bless you, God bless you. Bwana Yesu asifiwe, sema amen, haleluya. Eroni hii sikuwa nikimuona hili leo leo, sikumuona sana, sio alikuwa safari. Okay, lakini naelewa. Praise God, sema haleluya. Kwa hivyo ah, ni sema tu mshikamane ili ya kwamba kazi ya Mungu iweze kuenda mbele kwa assembly, viongozi wako ndani eh, katika ngazi tofauti, basi umetekeleza kazi yake mwenyezi Mungu na ah, eh, kazi imetendeka jinsi Mungu alitaka, na mahali tumeweza haswa kufika. Napenda sana ama, nawapenda sana wow. Ah, kwa majina yangu wale walitui, ninaitwa Evangelist Evans